Asalamu As alaikum warahmatullahi wa taala wabarakatuhu ngari wambao mnyezi mngu subhanahu wataala ikenga nyi harumu hawa ya amani nahomba allah azza wa jalla ya fadhwali mnyezi mngu yarinike kabuli uswani mwaza ibada bukaondoza doza fanyishiha uswani mwaza ibadi zwantipa insha allah taala kamgwa benti awange ri ono karirenge dakika kumi na tano ishirini eka zefikira zikubali e, rionese emaudhuvo kao doihadisio vazima vazima nezefikira zahana uhusu e, opande waheze emisafara wahemkomor ula wafaransa uja umakazini hahe au a ze longongizo zinji haku haku haku, e, zisababisha uze nungozi shi hakika fundiwangu sadi mwamadi omsafara wa Farantsa ojavanungmronrahoomsafara wa unu ngavo mali zinji zajofanya mbandongo harumwa yensi an kasaba harumwa yensi

ngwa joni samihi sha inde iwakao wa mangawo do fanyido wa malalao wa namna yem <laughs> m Senegal awe namna ye m tijinda hu ya onoha yotibiali ya onoha maho tso de pasembe nduyo endo hao kerapwe mbababa beshimtiza hani yotu wadza fanya ekonomia ya mali Halafu mko moridi zo obano ebe ya he ya rema. Wasubutio wanzimi ya uchakomori wandu wadaho baba mzima mzima mzima au wana washindu wa timi zikume ngabu wa jonja na kumaru mafami nzima jomkini shiati jomkini shiangari kwente yobu sagi mamadi famiya kamili jau komori wano mchomba mbaba mwana wana Haruma rishi ni wafahamia shubwa jarmetini. Hebe zura nika. Sha, wa hanume miliyo ehe manendini wa Komoresu ala yinu itso washangaza yani itso washangaza hata nyuma bwaza bawa ulime zoko yoli mana Farantsa bakuwa za problemu zinu bafanyisha hama bunjana mabunjilio yusi andoa kanzele zokaya ngebidio wasi rijiudze

na wakera do wa baba wami na nantano mijini wa bunguza baba masili hoya wanu wa mangawani wa rafiki le maisha razi au kamitsa babese wanu wa do amiri wa mijini hunu ndo atishi ati wone video ya royage ya jabe henda hanu problemu tsindiyo problemu e maendeleo kayati ni maendeleo ya jofanisha hama pesa ni wafa mzima anyina wana wanzo wasomesiwa

ne raisonnement dokaya ewe hende niwe na zema liza hangu amfikire e question hiyo itongeza owenji tujura mwenzi yenu do wenji yo harma maisha madzi he sha ezi sibabu yindri e sibabu mande na mnafuta ngusa di Muhammad Anone sazo dokabanwe aswili wakomori faransa wafanya maandamano wakati mwinji

ze taksi ziremwa wa mashirika yanu, kasi tinyamu otsijua, izo wo wambiwa baada wakadza wafanya babiza taratibu harumwa Ethiopia, ozisi wafanya wambilo ukali, ntianyu ke na ujorega percentage fulani harumwa henna biye, halafu watujerisise eka intianyu wabunguza ze taksi zinji warremea ozo, abwo watusojo bunguza namne kaonga bwo kama swila

Ekawe ya noka vakasiwe ingendo ya ribele e shatu pia ndera afanye mbando ngoyo ijao wewe hadi saba evakase ijao wee ujewene cheke hadi sinde noni saba jo ka mashuli bidwa manga piajyuaima waje <coughs> wadwara simale na abo madama kwa naka ushinda zanogozima nge ya mfikirenge

wanwe mashirika ya mvio ze pourcentage za hao waziheza ze intereza waziheza habu kangwa onesa ukaya, hema judora yafanya onesa ukaya komoringo aheza leo, Komori wao we exige ka juena yindini ka bjoka jadwenji, wodo wa abo sex changwa ju kwa heza leo ka Komori leo ka baba ngwa katyo ka jama chef vemenge wo ngwenjezao ba ngwenjeza

kabatsi mba tartibu mba tartibu mba tartibu ya voli ya utso sirkule harumwe afrika kake na kabuja henda frant ani mba tartibu on nafuza nongozo hakika yabu hatwari nabu yakaya yabu kinisha waka wonga wakati kao evoli jo kabala wa manga jana wa komori

Khatwarili yo ukaya uhandu zahe hanzo huundwa ni zanzo zifanyiwa na shanzo wasome maliza auo e, hakika Ikawajibu ri, rionese e. <laughs> Awenge, ngari joka zabanu na nawamba ukaya inge wenji wa kubale fikira hiyo nga zemalize jodo rumishi hando wajoke volisi haruma wasi wa ho wanzo wa ho malahonize wajua ka evolution sof uh, rahane namna ipa sko shoti so amanga kume dahodzima na wana uh, li li uh, na tjindini dahodzima litsoli babieza zazuhima jana kume na marandaru wa uzuhima jana kume na mane ayo ala kulli hal ala kulli hal ayo ala mayo ka kweli njaba hena mbukatsu fanya hazi asibu hema pesa ha shay haki kardo kansela fikira ngari ngari finga bu hatwar bu hatwar ya bu hatwar sira kire ge k vanu naomba mnyezi mungu riki hau salama mnyezi mungu yajelie nsiatu nibadilie yajelie zeno ngori mwana znusiajivwang masadi muhamad usiku zeno ngori hazikubali hahaharu maze plato zinu hazita mhono nade upande wa he, e, politiki